West TV. Tabora United katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi dhidi ya Young African linalohusisha masuala ya rushwa limeenda kuchukua sura kubwa, limeendelea kuchukua nafasi baada ya mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha kuthibitisha kwamba wachezaji wake wanapokea meseji kutoka upande wa pili kwamba walegeze mechi, lakini wengine wameambiwa e, wakilegeza baada ya mechi. E, kuna jambo ambalo watafanyiwa, kuna miamara ambayo wataingiziwa. Hili suala la rushwa limeendelea kuzungumzwa sana katika soka letu nchini Tanzania, lakini pia suala hili limekosa vithibitisho. Kwa hiyo mamlaka za soka pamoja na TAKUKURU wanaweza wakawa wamepata sehemu ya kuanzia e, baada ya kauli ya Paul Chacha e, mheshimiwa huyu mkuu wa mkoa wa Tabora kuelekea mchezo wao dhidi ya Tabora akithibitisha kwamba Yanga wanatuma meseji eh, kwa wachezaji wake ili waregeze a katika mchezo wao, lakini pia mkuu wa mkoa wa Tabora ameendelea kuwahakikishia wapenzi na mashabiki wa Tabora kwamba kuelekea mchezo wao dhidi ya kikosi cha Young African Yanga hana nafasi na hana uwezo wa kutoka mbele yao, kwa sababu wanakwenda kumpiga wanakwenda kumfunga dakika za mapema tu, kama ambavyo aliweka kiasi cha shilingi milioni 50, ndipo Tabora atawafunga Simba Sports, na safari hii ameongeza katika zile milioni 50, ameongeza nyingine kwa hiyo milioni 60, wachezaji wa Tabora United wamewekewa kuelekea mchezo wao dhidi e, ya Yanga Africa ni, wakiwafunga basi wanakwenda kula milioni Uh, walishakula milioni 40 ambapo Tabora United waliofunga Azam FC walikula milioni 30, ambapo Tabora United waliofunga uh, Dyang Africa ni mzunguko wa kwanza, goli tatu kwa moja. Kwa hiyo huu ni mwendelezo na Tabora United tayari amesha ahidiwa kiasi cha shilingi milioni 60, na mkuu wa mkoa amesema kiasi hicho atakwenda nacho uwanjani baada ya mechi tu kumalizika na Tabora United kupata alama tatu basi watakwenda kukabidhiwa kiasi chao cha milioni ah, sitini, lakini msemaji na afisa habari wa kikosi cha Tabora United Christina Mogala naye ameendelea kuwaondoa hofu wapenzi na mashabiki wa Tabora akiwahakikishia kwamba wanakwenda kushinda mchezo wao dhidi ya kikosi cha Yanga licha ya matukio mengi ya rushwa kutajwa kuelekea mchezo wao. Asante.